Naitwa Hussein Makubi Mwananyanzala, niko hapa kwenye daraja kwa ajili ya kuomba kura za mama. Mimi ni mzamini shabiki wa Yanga kindakindaki, mzamini wa goli la mama. Niko hapa kwa ajili ya kuomombea Mama Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi ambaye ni mgombea wa, wa, wa, wa, wa, wa urais kupitia wa CCM. Niko hapa kwa ajili ya kumwombea kula, tuko darajani hapa kwa kazi nzuri aliyoifanya. Na kila mwananchi wa kandaziwa akitaka kukaa nyumbani siku ya kupiga kula, afikirie daraja hili, amka akapige kula, inabidi akapige kula kwa kazi nzuri aliyoifanya mama. Najua kuna mingi atafanyia zaidi ya hili daraja kwa watu wa kandaziwa, kwa kazi tuliyokuwa nayo ngumu tunalaa sana katika daraja hili kwa sababu ni kazi ya mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunachokiomba, wananchi wenzangu, tujitokeze kwa wingi, tutoe kura za ndio. Kanda ya ziwa tuongoze katika kuzidi kanda zingine, kwa sababu kazi nzuri aliyofanyia daraja hili, mimi najifikiria, naona haina maana, haina haja ya kumnyima kura mama na kukaa nyumbani, usiende kupiga kura kingine, kwa sababu mama ni mzamini agoi kwa, kwa kila goli kupitia goli la mama wanamichezo wote nchini kwa Simba na Yanga na timu zingine, kwa sababu anasapoti timu zote ukiingia kwenye mchezo wa kimataifa. Tujitokeze kwenda kumpigia kula, kwa sababu kazi nzuri anayoifanya mama ya ku sapoti goli la, la, la, la, la kimataifa ni kazi nzuri sana, na tunahitaji anavyopita kwa kishindo aendelee kutuongeza na na, na support yake kwa kuongeza hela kila goli, na mimi nipo msapotiaji wake wa goli la mama na kuliko nyuma kila goli, kwa, ki, kwa mechi za kimataifa. Kwa maombi yangu, tujitokeze siku ya kesho tarehe ishirini na tisa kwenda kutoa kura za ndiyo za, za kutosha ambazo mpaka zikose pa kuweka kwa ajili naye, mpaka ashangae kwa. Nawaomba sana wananchi, nawaomba sana wanamichezo nchi nzima Tukampigie kura kesho mama, za ndio za kutosha, ambazo hazina. Uwepo wa daraja hili halina kwamba ni mfanyabiashara tu wa Geita ni mfanyabiashara wa kandazi, sio watu kutoka Rwanda wanazunguka kupita kwenye daraja hili, wanapita Shinyanga. Yani, anaona ni rahisi hata kupita kwenye daraja hili, anayetoka Uganda, anayetoka Rwanda anapita huku, anazunguka kwenda Shinyanga, kama anaenda anaenda, Dar es Salaam, anaenda anatoka Dar es Salaam anakata anakuja anapita kwenye daraj, daraja hili anaenda Rwanda. Kwa hiyo imekuwa ni hamasa sana kwa wafanyabiashara kwa ajili ya daraja hili kwa sababu hata tuliyokuwa nayo tumeisahau na kuisahau. Tulikuwa na shida kweli kupita kwenye daraja hili. Kwa mtu atakaye kaa nyumbani bila kupiga kura nitamshangaa sana. Sababu ukikaa tu kawaza kwamba daraja hili yaani unamwaza mama Samia, kuja kumpa kura. Maombi yangu sasa, katika maombi yangu ya kutoa kura, wananchi tuna kauli mbili iliyopo ni yangu, kazi na utu, tunasonga mbele, mitano tena kwa Mama Samia kwa bunge, madiwani wote wanatakiwa pita, sisi sehemu chizeo